Jina langu ni Daudi Mwakipisele, miaka 42, polisi mpelelezi wa jinai, lakini pia mtu mwenye kipaji kisichoelezeka: uwezo wa kusoma kumbukumbu kumbu za watu kwa kuwa touch. Si njozi, si hisia, kumbukumbu kumbu halisi, zenye harufu, rangi, sauti na hisia zake. Nikiweka mkono wangu kwenye bega lako au hata kukushika mkono, naweza kuona maisha yako yote kama sinema ya ndani ya ubongo wangu. Sina furaha na kipawa hiki kimenifanya nisiwe na marafiki, nisiwe na mapenzi, nisiwe na usingizi wa amani. Unawezaje kupenda mtu ukiwa unajua siri zake zote? Unawezaje kuamini mtu ambaye umemwona akifanya jambo baya, hata kama halikugundulika? Uwezo huu niliupata baada ya ajali mbaya miaka ishirini na tano iliyopita. Tulikuwa kwenye basi la shule, kulikuwa na wanafunzi saba, walimu wawili na dereva Kilichotokea hakijaripotiwa popote. Basi hilo halikupata ajali kwa kawaida, liligonga ukuta wa maabara ya siri ya kijeshi iliyokuwa imejificha kwenye pori la Kibondo. Kulikuwa na jaribio la kiteknolojia lililokuwa linafanyika kuamsha uwezo wa akili za watoto. Sote tulinusurika kwa nje, lakini kwa ndani hatukubaki salama. Nipo ofisini saa tatu na nusu asubuhi Kabla sijamaliza kunywa kahawa yangu ya kwanza, simu ya dharura inapigwa. Bwana inspekta, kuna mwili wa msichana mdogo maeneo ya Chang'ombe, viongozi wa mitaa wamepiga kelele, tafadhali fika haraka. Nilifika eneo la tukio dakika 20 baadaye. Kulikuwa na halaiki ya watu, polisi wa doria wakiweka utepo wa salama, kamera za runinga zikiwa mbali na waandishi wa habari wakipiga picha kwa pupa. Msichana aliyekufa anaitwa Rehema Musa mwenye miaka kumi na nne amelazwa kwenye kitambaa cha shuka nyeupe iliyoloa damu. Kwenye paji lake la uso kuna maandishi yaliyotengenezwa kwa damu, alianza mwenyewe. Sauti ya kamera za waandishi kizidi, nikasogea kwa mama wa marehemu. Nilimshika mkono na kutulia kwa sekunde chache, ghafla picha zikaingia kichwani. Niko ndani ya nyumba ya kawaida, taa zikiwa zimezimwa, msichana Rehema akiwa kitandani akitetemeka anasikia sauti, sauti ya mtu asiyeonekana mwanaume anamwita kwa jina, akimhimiza kutoka nje. Rehema anaogopa, anapanda kitandani, anajifunika, lakini sauti hiyo haiishi. Kisha giza linamfunga na kumbukumbu kumbu hiyo kufutika. Nilifungua macho yangu, nikavua glavu zangu taratibu. Kuna jambo la ajabu hapa. Sauti hiyo niliisikia pia nikiwa mdogo. Nani huyu? Na kwa nini kumbukumbu zimekatika ghafla? Siku mbili baadaye mwili wa pili unapatikana, Jessica Edward miaka 13. Huyu naye kwenye paja lake kumeandikwa: nani alikuwa wa kwanza? Inakuwa dhahiri kwamba tunashughulika na muuaji wa mfululizo, lakini mwenye ujumbe wa ndani zaidi. Nikaanza kufuatilia, nikagusa wazazi, walimu na majirani wa wahanga lakini jambo la kushangaza ni kwamba kila kumbukumbu -kumbu ya karibu na muda wa tukio ni nyeusi, inafutwa. Kitu au mtu fulani anaharibu kumbukumbu -kumbu za watu, uwezo kama wangu au zaidi. Nikaitana na Daktari Zawadi Mrope, rafiki yangu wa karibu na mwanasaikolojia bingwa. Nilimweleza kila kitu: uwezo wangu, vifo hivi vya watoto, sauti ya ajabu. Hakushangaa, akaniambia Daudi, kuna faili niliwahi kuvuna kutoka taasisi moja ya serikali. Kuna watoto waliwahi kufanyiwa majaribio ya akili ya zaidi huko Kibondo. Majaribio hayo yalisimamishwa baada ya vifo vingi, lakini baadhi ya watoto waliobaki walipotezwa kimakusudi. Nilimshangaza Zawadi ni kwamba mmoja wa watoto hao ni mimi mwenyewe. Tukaanza kuchunguza undani wa faili za watoto waliowahi kuwepo kwenye mradi huo. Kulikuwa na majina 12, sita waliuawa hawa watano hawakujulikana walipo, na mmoja alikuwa Anoldi, kijana wa miaka 25, mwenye historia ya kutekwa kurudishwa na kupotea tena. Inasemekana aliwahi kulazwa kwenye hospitali ya akili kwa miaka mitatu. Tukamfuatilia Anoldi, tukamkamata akiwa kwenye chumba chake maeneo ya Kigamboni. Tulipomhoji alikiri kuwa anahusika na mauaji, lakini si kwa mikono yake, kwa akili yake. Napoingiza kumbukumbu kwa mtu, anaweza kuuawa na mwingine. Situmii silaha, natumia hisia na fahamu. Wengine hufanya maamuzi, lakini nafanya wapate sababu. Nilimshika Arnold kwa nguvu nikitaka kuona kumbukumbu kumbu zake, lakini kwa mashangazo makubwa sikuona kitu. Badala yake nilijikuta ndani ya ndoto hai. Kila kitu kilionekana wazi, chumba cha majaribio, mashine zenye taa za kijani, watoto wakiwa wamefungwa kwenye vitanda, sindiku zikitumbukizwa kwenye uti wa mgongo, wanafunzi wakipiga kelele, profesa mmoja akipiga makofi kwa furaha. Jina lake profesa Mahenge. Nilitoka kwenye kumbukumbu hiyo nikiwa na jasho jingi, nikamwangalia Arnoldi. Mahenge uko wapi? Nilimuuliza, akatabasamu tu. Ukiweza kumuona unaweza niua pia tukaanza kumtafuta profesa huyo aliyekuwa ameacha kazi miaka mingi iliyopita. Baada ya wiki moja ya upelelezi mkali, tukagundua yupo Gairo, anaishi kwa jina la bandia. Alipoona tunamwijia alikunywa sumu mbele yetu na kusema, watoto wanapokuwa huwa hawasamehi kifo chake. Hakiimaliza kesi hii. Iliniacha na maswali mengi kuliko majibu, lakini pia ilinifanya nijue kuwa nipo hai kwa sababu maalum. Nilimpeleka Anondi Bagamoyo kituo cha tiba ya akili ya hali ya juu. Alikuwa amepoteza kabisa matumaini, hakutaka kuongea tena. Miezi ikapita, nikabaki kufanya kazi yangu, nikigusa watu kwa tahadhari. Siku moja, nilikuwa kipita maeneo ya Mlimani City usiku, nikakutana mtoto mdogo akicheza, akanisalimia. Nikamshika mkono, ndipo niliona ndoto yake, ndoto ya kuwa shujaa anayesaidia watu, ndoto isiyo na uchungu, isiyo na damu. Nilitabasamu kwa mara ya kwanza, kwa kweli nilitabasamu. Kisha nikajisemea kimya, labda bado kuna matumaini, na nikaendelea kutembea gizani nikiwa shujaa wa siri wa kumbukumbu za damu. Mwisho.